Wachezaji wa Simba wajafanya mazoezi, na huu ni utoto. Utoto wa nini? Dabi utamkimbia Yanga mpaka lini? katopiga mara tano, tafsiri yake anatushinda hadi timu inafungwa mara tano. Kaka tumezidiwa mara tano. Mi tangu nimepata akili siwe kumwona Simba anafunga Yanga mara tano. <mukilana> Yaani kitendo cha kuandafia hii dabi, kwanza tushampa pointi tatu Yanga za mezani Yaani kitendo cha kuandafia Kwa sababu Yanga alivyosema tarehe 15 haji, alitoa kanuni akatoa sheria na tuliona kweli ni haki. Mechi ya muliwe tarehe 25. Tarehe 23 tulipaswa na sisi tuje hapa Kidume, lakini unakuja uwanjani wachezaji wamechoka kama wametoka kitambaa cheupe. Ni kaka, toka msimu uliopita mimi wale wachezaji niliwasema wamechoka. Goli la kwanza na alitafsiri goli la kwanza upande wa juu Kapombe. Kapombe. Watu wamepakome anatembea au sikumletea mabeki wazee. Shomari Kapombe, mzee Mohamed Hussein wamezeeka, washatufanyia mengi jamani, waondoke kwa heshima. Swadi tuwadhalilishe kwenye vyombo vya habari ndo waondoke? Washachoka aya. Mohamed Hussein mwangalie, maskini mzizi cho anamfanya aibu ni uzuni. Tuzunike kidogo. Mohamed Hussein leo alikuwa anawambia, una miaka arobaini, una miaka ishirini na mbili. Sema ukweli, na miaka ishirini na mbili. Haya, twende.